Eh hey, bwana nipo na masterpiece tena. Yes yes yes yes yes, yes. Kama kawaida. Leo leo tuna tuna jambo ambalo kidogo limechanganya, tunataka majibu. Ndio. Eh hey, bwana Mungu wetu, si tunavyojua Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Ndio. Upendo. Upendo wa amani. Eh, na ni Mungu ambaye anajua mwanzo na mwisho wa kila kitu. Ndio maana. Eh. Mm -hmm. Lakini kuna hapa kidogo sijaelewa kwenye maamuzi hapa enye wafalme Wafalme wa pili. Yeah, saidie kwenye Wafalme wa pili. Tunataka tujue hukumu iliyotoka kwa wale vijana arobaini arobaini, arobaini. Hii unaipata katika Wafalme wa pili mstari wa 23 na 24. Nataka nikusomee ili tujue mm, na na na na anayatuangalia na na, na atugee majibu atugee majibu tujue, leo tuambiane ukweli kwamba huyu Mungu aliyehukumu vijana arobaini kwa wakati mmoja kwa mzaa tu wa mzaha tu. Sasa nasoma hichi kifungu alafu mnipe komenti zenu. Ile Wafalme Wafalme wa pili mstari wa ishirini na tatu, akakwea kutoka huko mpaka Betheli. mm. naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji wakamfanyia mzaha, wakamwambia pa wewe mwenye upaa, pa, wewe mwenye upaa. Akatazama nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana, Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni wakawalalua vijana arobaini na wawili miongoni mwao. Sasa nataka kujua Mungu aliyewalaani vijana arobaini ndio Mungu huyu huyu ambaye tunasema ana huruma eh, ndio Mungu mwenye nini upendo? Tutazamani, tuwekee komenti zako ei, hey, za kikifungu. Mimi nimekisoma tofauti. Wewe unavyojua ni Mungu aina gani? E, yawe Yehova au ni upe au kuna mwingine I don't know. Kama utawaambia wewe kijana wangu.